Ilikuwa ibada ya kufana katika kanisa la ABC Kinyuni Mboni, kaunti ya Makueni. Waimbaji wa kanisa hili wakizindua albamu ya nyimbo zao rasmi. Katika uzinduzi huu Reverend Kenon Jackson Nyanzi akitakasa albamu hii huku waimbaji kutoka makanisa mbalimbali wakijumuika kwa pamoja kushuhudia na pia kuwaunga mkono waimbaji hawa <mulia> Reverend Kenon Nyanzi katika mahubiri ya ibada hii akiwahimiza Wakristo kuhakikisha kuwa wana ukaribu wa pakubwa na Yesu Kristo, kuvutia upendo wake na hivyo wataunganishwa naye. Leo mwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wote, wameunganishwa na Yesu. Wote ambao wamemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao wote, wameingiliana na Yesu. Mchungaji huyu akisema kuwa Yesu alikuwa na ukaribu mkubwa na Yohana na pia Yakobo, na hivyo hata kuwatunuku majina mengine, na ambayo yanatumika na makanisa kwa kuiga mfano wao. Taone kanisa limeanzishwa au makanisa ambayo imeanzishwa na hilo jina ambalo Yesu aliwapa wanafunzi wao wawili ambao waliwaita wana wa ngurumo. Hii wanamaanisha wanachukua ile mfano ambao Yesu alipeana wanafunzi hao watatu kama wawili, ambayo alikuwa ni Yohana na, na kaka yake ambaye alikuwa leta Yakobo. Hao wawili, je, waliitwa wana wa ngurumo. Sio tu waimbaji, bali pia wakristo wengine na washiriki wa, wa kanisa hili walijumuika kwa pamoja katika ibada hii. Fredrick Kombua